Umekuwa na ziara ya siku mbili ya waandishi wa habari wa mkoa wa Geita. Wametembelea mradi wa Rusumo, mradi ambao uko chini ya nchi tatu yaani Tanzania, Rwanda na Burundi, tayari umekamilika. Wamejionea uzalishaji pale unavyofanyika, ni mradi ambao una uwezo wa kuzalisha megawati 80 ambapo kila nchi zinapata megawati sawa ambazo zinazalishwa, lakini wametembelea hapa kituo cha kupoza umeme cha Nyakanazi na hapa wamejionea jinsi ambavyo umeme unapokelewa kutoka Geita kwenye kituo hiki lakini pia kusafirishwa kuelekea Kigoma kupitia msongo mkubwa wa umeme. Wamejionea pia kwenye kituo hiki umeme ambao unazalishwa Usumo unakuja hapa kubwa zaidi. Eh, maeneo jirani yanayozunguka na hiki kituo, jinsi gani yananufaika sasa na umeme wa uhakika. Hii yote wameona, serikali ya awamu ya sita inawekeza kuhakikisha nchi inakuwa na umeme wa uhakika, inawekeza kwenye uzalishaji, lakini inawekeza kwenye miundombinu ya usafirishaji. Tumeona namna ambavyo eh, Tanzania inavyohitaji umeme na Tanesco wanahitaji kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata umeme wa kutosha. Ninachoweza tu kusema ni kuhakikisha sisi wananchi tunatunza miradi hii. Tumepewa elimu na tumeona fursa mbalimbali. Kikubwa tu mimi niseme kwamba nishukuru serikali imefanya jambo kubwa, nikichukulia mfano kwa Geita. Jamani, Geita zamani umeme ulikuwa unakatika katika sana, lakini sasa umeme haukatiki. Ukweli Geita hata ukatika ni dakika tu umeme unarudi, na sisi sasa ni mabalozi wa kwenda kusema yale mazuri ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita katika sekta hii ya umeme. Tanesco, tunayaangaza maisha yako.